Asalamu As alaikum, popote pale ulipo unaponitazama na kunisikiliza, Karibu sana ndani ya Chapesa Media tuweze kuzungumza michezo na burudani, sehemu pekee tunapoweza kuzipata taarifa zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, dhahiri shakli ni kuondoe na nikwambie ni hapa ndani ya Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Hii leo ni Alhamisi tulivu, Alhamisi iliyojaa mubashara kwelikweli, kuelekea siku ya hapo kesho, siku ya Ijumaa mchezo wa... CAF Confederation Cup, uh, kwa upande wa klabu ya soka ya Azam Football Club. Nini ambacho tunakwenda ukizungumza na, na ripoti hapa kutokea Chamanzi. Ni na madhumuni yangu niweze kukupasha na kukuhabarisha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Nakutana na Big wa Azam FC. Yeye anakwenda kutuambia mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kwanza nikupongeze, ndugu yangu, mnaingia bure. <laughs> Ah, unajua ni kweli si tunaingia bure. Kwanza shukrani kwa pongezi zako. Shukrani kwa pongezi zako na ni kweli si tunaingia bure. Tunaingia bure na bahati mzuri sisi ni wenye nyumba. Mwenye nyumba, mwenye nyumba unajua ana utofauti na mpangaji. Mwenye nyumba anaruhusiwa nyumbani kwake kurudi muda wote, hakuna mtu atamuuliza. Mwenye nyumba anaamua kufanya chochote hata kama akitaka kujenga ua au si bwana, namna mtu atamuuliza kwa nini unazungusha fence kwenye nyumba yangu, kwa sababu yeye ndio mwenye nyumba. Kwa hiyo ni kweli sisi tunaingia bure mechi ya Ijumaa, au si bwana eh? Tunaenda game yetu, enda kupigwa free bot kabisa. Boss Yusufu Baresa ameona kwamba hii, acha niitoe kwa vijana, kwa jamii waje kushuhudia historia inaandikwa kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwa, klabu ya Azam FC inaenda group stage kwa mara ya kwanza. Lakini pia ikiwa ndio klabu ambayo mm. inaenda group stage mapema zaidi kuliko klabu nyingine yote Tanzania eh? Sijumelewa. Huu e, mwaka mnaandika historia ni 2025. 20 no? Eh, sisi ndo Azam FC ndo timu ya kwanza. Yaani sisi ndo klabu ya kwanza kwenda group stage kwa mwaka huu. Kwa michuano ya CAF. Sisi ndo klabu ya kwanza kwenda group stage. Sisi tunacheza Ijumaa. <laughs> Au tunacheza Jumangapi? Maana sisi ndo tutakuwa klabu ya kwanza kwenda group stage. Kwa hiyo sisi kinakati huko Afrika Mashariki na kati, sijajua, ila nazungumzia kwa hapa hey, nazungumzia kwa hapa nyumbani kwetu Tanzania, Afrika Mashariki. Azam FC kama ndio game iko moja tu Ijumaa eh, basi ndio sisi tunakuwa wa kwanza kwenda nini, kwenda group mm -hmm. stage kwa hiyo tunaandika historia kwamba ndio klabu ya kwanza mm -hmm. kwenda group stage kutoka Afrika Mashariki mapema zaidi kuliko timu zingine zozote mm -hmm. lakini kama hiyo haitoshi mm -hmm. sisi tunakuwa ndio klabu ya kwanza mm -hmm. ukizilinganisha na hizi timu za kurithi mbili ambayo tunaenda grupu stage mapema kuliko klabu zingine hizi mbili, yaani maana yake imetuchukua sio zaidi ya miaka zaidi ya ishirini na mbili mm. kwenda grupu stage wakati wenzetu iliwachukua miaka zaidi ya hamsini kuiona grupu stage. sijui unanielewa? Narudia hapo mimi naona kwanza. hamsini. Eh, narudia tena ha, ha, ha. Sisi Azam FC tunaenda grupu stage mm -hmm. tukiwa na miaka sio zaidi ya ishirini na mbili au sio zaidi ya ishirini na moja Sijumelewa. Wakati yao wa timu za kulisi walienda group stage kwa zaidi ya miaka 50. Yaani, walispend zaidi ya miaka 50 ndo wakapata kuiona group stage. Lakini sisi tumeenda tukiwa chini ya miaka mingapi? Tukiwa tujazidi miaka 21. Sijumuelewa hapo. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo sisi ambavyo tuko serious kwenye kufanya michakato ya kwetu na jinsi ambavyo kuna mwanga mkubwa wa soka la Tanzania kupita za, kupitia Azam FC. Sijumuelewa. Kwa hiyo Acha tufanye bure kwa sababu uwanja wetu, mashabiki wa Azam FC, hakuna gharama. Nilisemaje? wa kwanza. Ah, mimi po nilizungumza kitu ambacho kipo. Ulisikia nimesemaje? Kuna kitu kibaya unachokisema ni kwamba duniani, duniani mm. au ile nilizungumzia Afrika mm. klabu gani kubwa barani Afrika ambayo we unaifahamu mm ambayo kwenye mechi zake za maamuzi kama hizi mm. au sio bwana? inafanya kuwa freebot. Timu gani kubwa ambayo imejipambanua kwa ukubwa mm. kwamba yenyewe inazungumzwa kwamba ni club kubwa mm. Afrika mm. Sawa, mechi zake zinakuwa freebot kama hivi? Nimetolea mfano pale Ahli, wewe lini umewahi kusikia shabiki wa Ahli wanaongea bure? Umewahi kusikia wewe? na safari mpaka Azam FC, hatujawahi kumpigia mtu kelele na kumtangazia kwamba sisi timu kubwa Afrika mm. Tanzania hapa sisi timu kubwa Sawa, Tanzania hapa siti mkubwa Afrika Mashariki, siti mkubwa, lakini when it's come to bara zima la Afrika mm. Sawa, kwenye michuano ya kafu kwa maana ya kafu confederation pamoja na klab bingwa, au sio bwana, sisi bado hatujalifikia daraja hilo, ndio tunakwenda sasa. Kuna watu wanajinadi kujitangaza kwamba wao wakubwa, kumbe hawana lolote, ndio maana wambia wasitaki kujitia mapana ya dela. Mwana si ukoonekana wewe kwamba ndio ile na mnagani vipi, kumbe wewe, hauna lolote. Sasa haya leo, na walipokuwa na bahati mbaya ndugu zangu nikwambie tu, walipokuwa na bahati mbaya hawajawahi kutangaza mechi ya bure wakafaulu. Nielewe hilo, na wakae wakalijua hilo. Yani, kwa sisi ambao tuna uzoefu na mpira huu ambao tunaangalia toka zamani, maana hawa shuhuda yao ndio imefanyaje, shuhuda yao ndio imeisha. Hawajawahi kutangaza mechi ya bure wakafanikiwa. Kipindi cha marehemu Yusuf Mabubu Manji Walewe kuingia mechi bure, mechi na TP Mazembe Eh? Walichezea chuma moja. Chali walikufa hapa Benjamin Mkapa. Umeelewa siju eh? Wakaingizana bule Benjamin Mkapa, kilichotokea hakuna mtu ambaye ja goli moja limewashinda kuwafunga, msiaja wameondoka pale vichwa chini, umeelewa? Lakini nacho kisikitika zaidi, kuna watu nimeona pia ambao ndo mafensa wa Yanga. Rafiki yangu mmoja hivi wa kuitwa Kevo ameposti <laughs> rafiki yangu ule anaomba bosi, yani mpaka vinywaji waseleleke, vinywaji waseleleke <laughs> koli mtoto mleavu ndo akuavya, ndugu yangu Unafikiri? Wameomba tim, wanataka vinywaji bure. wanataka, wanataka, wanataka, wanataka kukiingia pale getini, unapewa na juice. Wanataka yale maji, maji yale. Kwanza wametangaza wanataka maji bure, wanataka juice bure. Yaani hao wamezoea kuseleleka kwa sababu kama, na kukumbusha tena, eh. Yusuf Manja, mwaiko alipia nani hawa? Kadi za wanachama. Hao wanajifanya kwamba sio wanachama, sio wanajivunia, sio wanakwenda kule, watu wa siasa, timu ya mtu. Yusuf Manja, wao sio wanachama, wao kulipiwa kadi za wanachama, kulipiwa kadi za wanachama. Na mtu huyo Afu nda kujite mwanachama wa timu mw yako una uwanachama gani? Kwa hiyo wali linapokuja swala kujifanya, wanaenda kuweka free boti. Ndugu yangu, uchizi vunga kashafaulu. Ameshika kikili kikili, wapi? Uchizi yule pale akaambia wewe, hii uchizi vunga. Ukisikia nimeandika uchizi vunga, maana yake wewe hapo, ukiwa chizi vunga usiona tangaza tangaza kwa kila mtu, kweli yule. uh -huh. Kwamba kila mtu akujue kwamba chizi no. uh -huh. Ndio maana ya uchizi vunga, kwamba ukiwa chizi vunga usiseme seme, ndio uchizi vunga. Mimi najua <laughs> mimi najua Azam FC nyamcheleweshi yule hafai. Yupi yule? Yule, uchizi kwanza yule. Alichotufurahisha sisi ni kwamba mm. ameonyesha utofauti kati ya bleach mm. na piko Umeona hey, eh, bleach na piko zimeonekana utofauti wake. Big. Ah, sasa si umeona mwenye bleach alichokifanya walivyokutana sasa wote wakojifa, ah, labda tuseme labda wote wote watangaze kwamba wana nini, wana bleach wamekutana sasa. Kilichotokea? Hawajataka kumshika jezi. Hawajamdandia dandia miguni. Miko hawaja kubwa wanapalamia jezi. Mwamba wapi? <coughs> eh, hey, kama mtu kama kama za mlenda. Ay! Yanga wanaondoka, shughuli yao ndio imeshia hapo. Mwambie Alikamwe asikasirike kasirike, asiwe na hasira. Wazaji, kusemwa watu kusemwa kwenye timu zao, wanasemwa kila siku. Na mchezaji wake sisemwe ndugu yangu, wale shule yao imeisha na wana nuksi vibaya mno. Tunapoambia kwamba mpira wa Tanzania hakujawahi kutokea timu Ta, sasa hapa iondoe Azam FC msimu huu, kwa sababu eh mimi mimi ni miongoni mwa watu ambao nimetoa hadi toka mapema kabisa kwamba msimu huu kombe la shikisho tunaenda kulichukua. Sijasema si nimesema, na hizo dalili unaziona bana, obvious 100%, naziona kabisa, naziona kabisa leo hii. Amini kuna kuna interview moja imefanywa na nani na Zaka, kaitafute alipokuwa kwenye alipokuwa East Africa Umeelewa, eh? Talka, kuna, alipotoka kuna, kuna, kuna interview amefanya akiwa nje, nenda kaisikize interview, afu msizi anasemaje yani mumsikilize anapozungumzia kikosi cha Azam FC, maoni ya kocha wetu Florai Benge juu ya kikosi chetu amesemaje? Yani nenda katafute hiko kitu, kwa dondoo tu kidogo amesema, kwa dondoo. Sasa hivyo tutakuwa eh? hiyo ah, itakuwa tunafanya kama washabiki wa Yanga wanatafuniwa kila kitu sasa nenda katafute, nimwambia mtu akatafute akaangalie anasemaje, zaka maoni ya Florai Benge dhidi ya kikosi cha Azam FC msimu huu na mashindano ya kombe la shirikisho, alafu ndio utakuja kurudi kwangu mimi dhidi ya dhidi ya hadhi yangu juu ya Azam FC kwenye msimu huu kwenye kombe la shirikisho, alafu utaviweka vitu mezani viwili, alafu kutoka hapo sasa kwenye ahadi zangu hizi, rudi kwenye ahadi zangu zilizotoka mwanzo, wakati naongea kwamba Fadu Davis ataondoka, akamwagika. Nikaongea kuhusu Sulemani Fozi ataondoka, amemwagika. Yaani kwenye ahadi ambazo nimeziongea tatu, zimeshatimia ahadi mbili, bado hii ambayo ndio kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho, lakini Fadu kaondoka, Sulemani Fozi kashaondoka. Sijui umeelewa. Eh, masharifu tupo sisi, masharifu tupo, tunaweza kusema kitu na kikawa Sijumelewa, ee hey, ndo hivyo na ndo uhalisia huo umeonaza. Mungu ampe kila mtu kila kitu na. Eh, obvious. Yaani hauwezi kupewa kila kitu kwa unakipata wewe hapana. Mm. Hai, haijao kutokea namna hiyo. Unapewa hiki hiki kidogo, anasema hiki nitampa mwenzio. Karma, karma sio ya kila mtu. Eh, ndio haiwi kwa kila mtu. Kwa hiyo ndo kama sisi watu Mama, wengine. Mimi nimejaliwa, wewe umejaliwa? Mm. Ah, ndio si nimekupa tena na mifano nimekupa ndugu yangu. Mm. Nimekupa na mifano nimekupa. Kwa hiyo hivi vitu mm. vipo. Mm. Sawa, hivi vitu vipo mm. na tunaweza wapo watu ambao tuna ambao tuna, tuna, tuna, tuna, tuna jicho la future la kuona kwamba mm. nini kesho kitatokea, wapi, kwa nini, kwa sababu gani, na nani atafanya. Tupo watu ambao tunaweza kufanya vitu kama hivyo wameondoka kwa, kwa hiyo cha msingi, ndugu yangu, kama kwa sasa hiki hiki hiki sasa, nimeshakwambia nimeona mingine, nimeona kwa nimeona, kwa nimeona siku baada ya Jumamosi tayari nishaona eh? si nimekwambia hapa kwamba anaondoka Yanga au sijakwambia, sijasema hapo ndio hicho mara kwanza ulinambia sitabaki tatu. Unaona kumbe wewe akili unazo. Wewe yake nilikuambia aziwezi kupita timu zote nne. Aziwezi kupita timu zote. Lazima nikakwambia nikakwambia, kuna mtu lazima anabaki. Tayari ashaonyesha tayari. So, kwa nini eh? Mpaka sai tukikwambia kwa mfano eh, nakupa, kwa na nakupa subiri, naku, na kum... eh? mimi, yani aliyeweza kufunga goli Malawi eh, mnataka kumpa nafasi ya kuto kufunga goli Tanzania afu asiyefunga goli Malawi aje kufunga Tanzania? Hii inawezekana? Unajua iko hivi. Uh-huh. Ukiwa football unasema, umejiandaa ninyi mnamwandaa Yanga. Ukiwa umejiandaa kupigana ngumi na Floyd man, tulijiandaa kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, tukakusanya mikeka watakuwa na beti kwamba, jiandae <coughs> wa kuna mbuzi mbuzi mee tunachoma. Make unajua uzuri wa, wa, wa supu, gharama yake ndogo, ma ni mwendo wa chumvi tu, au si bwana na maji ila ukisikia nyama choma kuna kuwa na vitu vingi vinakuwepo pale, ndimu ndimu lazima utakuwa unaweka, si viungo viungo, si masala, si kitu gani, mpaka nyama ikakamilika kuwasema hii ndio nyama choma. Kwa hiyo kuna gharama zinaenda kidogo extra. Kwa hiyo sisi kuna kuchoma mbuzi. Sasa huyo mbuzi na eh, huyo mbuzi ndo mbuzi me au mbuzi awe nani? Mbuzi me nyama kabisa anachomwa, nakwambia, kuna mbuzi anachomwa, unielewe. Yani wakati tunasherehekea kuingia group stage tunachoma mbuzi Azam kompleksi, unajua KMKM ndo mnamfanya kuwa mbuzi? Hapana, hapana. Yaani tukishakamilisha swala ya KMKM, tayari sisi tushasonga zetu mbele tunaenda kwenye grupu, sisi tushajahakikisha sasa 100%. Anachoma mbuzi pale. Sijumelewa. Kwa hiyo ndugu yangu ndo hivyo habari yeah. Ndo hiyo hawa wa bure waambie katika kitu ambacho yeah. Wakupaswa kusubutu ndo hiko ukifanya. Ila Ahmed ananguruma kutokea uh, Azam TV kwenye kipindi cha UFM anasema timu kubwa siku zote kuweka bure ni sawa sawa kama na kuidhi haki. Huwezi kwenda kumwangalia kocha matatu kwa shiri, kwa bure. Yaani, sawa sawa umepanda zako mwendo kasi hapo; ukifika pale unashuka, unaenda kuiangalia timu. Wapi na wapi? Unakwenda kumwangalia mtu timu bora kama Simba Sports Club ambayo kwa sasa hizi ipo kwenye vinganganyiro vya kuwania timu bora. Eh, unaenda kuitazama bure. Unakwenda kumwangalia Shomari Kapombe. Unakwenda kumwangalia mchezaji anayang'ania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka eh? Anatokea Simba Sports Club, unakwenda kwa eti unakwenda kumtazama bure na wame, ameshangaa sana kuona Azam FC. Uh, kwa nini bure mmeweka kwa mara ya kwanza kwenye historia ya mpira wa Tanzania hmm. Hii sasa historia ya mpira wa Tanzania hmm. Timu hizi mbili za kulifi zote zimewahi kuingiza watu bure kwenye mashindano ya kimataifa sawa? Rudi kwenye rekodi Simba, utamkuta naye ameweka watu free boti pale. Lini? Ipo. Kwenye rekodi Simba wamewahi kuingiza watu bure pale wanjani. Lini kimataifa? Kimataifa, ndio nakwambia. Mimi, ndio nakwambia ukweli. Simba. Simba. Uh -huh. Kamtafute kwenye rekodi, ndio nakwambia sasa, mimi nakwambia Simba. Subiri. Ah, sasa hapo rekodi zimenipotea ila najua. Uh -huh. Naikumbuka hiyo mechi ipo. Shua, mimi nakwambia sio masiala. Serious kabisa. Bure, wamewahi kuingia pale wanjani. Ah. Sijui umeelewa? Hao wote wao wamewahi kufanya bure hao. Wote wao wamewahi kufanya bure. Mwingine sawa hata miaka hivi karibuni kafanya. Simba mimi naona wote wawili. Ni wote wao wamewahi kufanya bure wote wawili. Timu ambayo ndio kwa mara ya kwanza inafanya. Kwa mara ya kwanza inafanya. Kwenye mashindano ya kimataifa kwa mara kima kwa ya kwanza inafanya ndio Azam FC. Yaani ndio timu ambayo haikuwahi kufanya. Haiku, haiku, ndio inafanya kwa mara ya kwanza, hmm. Ni Azam FC. Sawa? Wewe hmm, umepoteza kumbukumbu tu ila ninakwambia. Simba bure. Ngoja tutagugu utatafuta utaona. Ipo hiyo mechi nakwambia free boat pale wamekuingia Simba bure. Simba wamekuingia bure pale uwanja wa Taifa. Nimesahau nakwambia nimewasahau lakini tukio la bure kwa Simba nalikumbuka. Tukio la bure nalikumbuka. Sofananishe na Yanga una... mm -mm, Yanga nimeshata kwa kutajia hapa na nikao nimekwambia zinatokea puani. Hizo hey, zote nimeshakutajia. Ila mpaka huyu. Hmm. Eh. Hey. Ah. Nini? <laughs> Ndio nakupa hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu, waambie tu wapwa zako, wajomba zako, shemeji zako, shangazi zako, wababu, mabibi waje kuja kuburudika na soka safi kama alivyowaambia. Uwanja wa Azam Complex sasa hivi ni picnic. Unataka kufanya mtoko, unataka kupunguza stressi, kuna vitu vinakuzonga, mikopo imekuwa mingi, njoo Azam Complex, uje kupunguza stress za maisha, uje kushusha mzigo, uje kujifanyia therapy ya mwili wako na kurefresh your mind mm. Njoa Azam complex ndo sehemu pekee utoko uweze wewe kupata burudani kwenye maisha yako na kusaulisha matatizo. Ila, ila mimi nataka tu, mimi nataka tuzungumze kitu kimoja. Nimeusoma ule ujumbe wa Azam, ila ule ujumbe upo haido huko 50 50. Unajua kwamba mzunguko ndo wameweka bure huku, VIP yeah. kuna kadi maalum watatoa ila wale wengine bure kote ndo tafsiri ya kwamba nichokuambia kwamba sisi ule uwanja wa kwetu. Alafu si yani, wale uwanja sio wao, yaani wale, manake uwanja ule, ule uwanja ule wakimaliza, au sio bwana? Lazima itabidi walipe gharama za uwanja, umeelewa? si kama mechi sita kama jioni, sijajua, lakini kama itakuwa mechi na kuanzia saa moja kwenda juu, itabidi walipie umeme saa kumi, umeona? Kama itakuwepo lakini pia gharama za umeme lazima zitakuwepo. tuta kama ni saa kumi, ziko proses zingine ambazo zitafanyika pale zitakuwa zinahitaji umeme. Sio tu lazima iwe taa zipo, function zingine ambazo zitakuwa zinahitaji ni umeme. Umeme lazima walipie umeme au siwa? Kwa hiyo eh, vitu eh, vitu vitu vitakuwa vingi ambapo pia vitahitaji walipe gharama. Sisi Azam FC sisi tunamlipa nani nini? Si mambo ya uendeshaji, tunamlipa nani nini? Yani unamlipa nani nini? Nani unamlipa? Yani unamlipa, ndio aliyesema bure, Bosi Yusuf Balesa. Sawa eh? Yusuko mwenye timu yake. Sasa ndio yeye anaingia gharama zote hizo. Gharama zipi? Sasa Balesa pale akisema si generator lazima anawasheni generator watu waje kuangalia mpira. <laughs> Gharama gani? Ile mechi inaweza kufanyika au inaweza kufanyika Yusuf asitoe shilingi 10 kwenye mfuko wake. Na mechi kaisha. Shilingi moja ya store. Ndio. Atatoa nani? Hakuna mtu anatoa, kila kitu kipo tayari. Kwenye uwanja upo, upo pale au upo. Uwanja si upo. Uh-huh. Taa zipo. Uh-huh. Generator lipo. Uh-huh. Wachezaji wapo. Uh -huh. Makocha wapo? Yeah. Ah, unasubiri nini? Unataka kitu gani kingine? Zaidi ya mimi kuchukua laba zangu, kuvaa fulana ya jezi yangu ya Azam FC, kubeba skafu na bendera yangu, kwenda kushangilia kuandika historia mpya. Unataka kitu gani kitu kingine? Hakuna. Yeah. Ila sasa waambie sasa wajomba zako sasa uwaambie jamani, wewe hey, utasikia zinaanza simu. Rrr, Tefa. Oya. Oh, yeah. <laughs> Tunafanyaje huko? Hamna funguo, funguo tunapata wapi funguo? <laughs> ya mm. E, Eh bwana, mimi kwa kumalizia mimi na wewe. Yule Yule uchizi yule FC, Uchizi uvunga, acheze Azam FC kwa sasa hivi na wachezaji ambao niko nao mimi. Ah uh, kwa performance ambayo amefanya kwenye kwenye kwenye mechi mechi na Yanga. Mechi na Yanga. Yanga. Sawa? Performance ligi ya kwao kwao ina historia ambayo inaonyesha kwamba the way wana perform, au sio bwana? Naamini ni mchezaji wa daraja kubwa. Yaani amejipambanua kwa ni mchezaji ambaye ni ni mkubwa. Kwa hiyo hata sisi Azam FC, hata akina Jafet Kitambala bola, hata akina Pap Dudu mm, au sio bwana mm, au akina Barakati Hamdi mm, au si bwana, walianza kujipambanua kwenye ligi za kwao mm, sawa, na mashindano ya kimataifa mm, then tumwachukua na tunaona wanatusaidia, sawa. Kwa hiyo hata uchizi vunga tunamwangalia kwenye mecha ya mkondo wa pili hapa Benjamin Mkapa alivyo, akija, tunamwangalia kwa jicho la husda, tunamwangalia kwa jicho la kumtamani, iwapo atapafomu na kutufurahisha. Maanake asipafomu tu, apafomu na atufurahishe, kama cheki ya kitu Check, nah, <tutu> eh, alipokuja na ile booster kutoka mali eh, watu waliumwa pale, maji waliita mma kwa ule mtoto alewa, kwa hiyo akaperform na akatufurahisha. Umeona sasa? Kwa hiyo akiweza kutufurahisha na akaperform vizuri mm, na akatufanya tuweze kulala usingizi mzuri mm, sawa eh? na sisi wengine ahadi zetu zikaonekana zimetimia mm, eh? Basi anaweza kafaulu katika jambo vipi, kama mkifuzu wote? Haiwezekani, kwa nini? Mbona nini nakwambia kitu haiwezekani. Oya, mimi unajua kwenye akili yangu hiyo kitu imekaa ndugu yangu. Serious nakwambia haiwezekani bila aziendi timu zote, kuna mtu anaacha ndala hapa. Hapa kuna mtu anaacha ndala. Lazima. Lazima. Na siku zote, kwa siku zote ukishamuona kwa mchezo, ukimuona mtu anakuwa mkali mkali sana, ukiona mtu anakuwa mkali sana, basi jua tayari tayari anakuwa anajiona kabisa yuko 50-50 ahera na duniani. Singida Black Stars. Mm. Ndo yoyote ule yoyote lakini sio Azam FC. Yaani, nilikwambia siku ile kwenye hawa watatu hawa. Kwenye hawa watatu hawa. Simba, Yanga, Singida watajichagua hapa, kuna mmoja zima aache ndala. Sawa eh? Eh. Lakini huku napokuja kwenye Azam FC, si ndo ninakuchukua kombe letu kabisa. Eh, bwana mimi nataka nimalize na namaliza kama ifuatavyo, tuanze kuzihesabu magoli ya kila mtu tangu alipoanza mpaka hapa alipofika. Tuanzie kwa Azam FC. Mechi ya kwanza

kuja kumweka ibenge daraja. Hebu tumalize mimi na wewe, kutoa sare na kufungwa, kutoa sare na kufungwa. Mm, inategemea ni katika mazingira gani? Yaani, ukitoa zote, mm, yaani unajua hapa ni kuimba kwa kupokezana neno moja, sema ukiachilia Azamu. Ah, yeah. Nimeona waandishi wa bale wanayo hiyo <laughs> ukiachilia mbali ya Azamu, yani sasa hivi shaonekana Azamu ni timu hey, si? Hey, ya kuachilia mbali, ukiachilia mbali ya Azamu FC sawa, ndio unakuja na leta option zako sasa, kwa sababu sasa hizi kinachotokea masimango huwa yana kawaida moja, ukisema sana usisahau kwamba ngoma itakurudia. Simba alishinda ugenini dhidi ya Gabron akatoa sare Watu walizungumza mpira, walikuwa na mchezo. Uh, leo hii watu wamefungwa wao <laughs> kumbe, kuimba mjomba kwa kupekezana. Sasa huyu alitoa sare, uh, watu wakaanza kushambulia melio, huyu kapigwa kabisa uh, na sasa hizo watu wanarudi tena kwa Benjamin Mkapa, uh, yule alitoa sare akwambia, uh, kama sisi tulitoa sare, uh, sisi tunatia mkono wetu, uh, sasa kinachotokea unajua nini um, kama kuna mtu aliongea kuhusu matokeo ya mwenzake ka anajua timu yake haina, haina baraketi hamdi, huna kitambara bora, hauna yaya zaidi <laughs> hauna Adolfu Mtasigwa, hauna mm. Aishi Salum Manula foba zubeli hauna mm. Fofana kwenye lango lako unajijua, hauna X Factor kwenye timu yako eh. Marufuku kuwa unaweka ahadi ambazo unajua muda wote zikakubackfire, usiongee ukiona hauna Faisal Salm Abdalla Toto, X Factor kwenye timu yako. Marufuku kwa ahadi, kwa ahadi, ahadi ambazo zinaweza zikakurudia. Ndio maana umetoka kuwasema hapo, huyu mwenzake alipata sare tu akaanza kupiga makelele watu kwenye timu yako, una. Una, X Factor kwenye timu hauna Jafet kitambala, bola mzee wa kukevu master Kevin, heavyweight striker, mzee wa kukevu pigwa Kevin moja hatari sana Zenji pale, naishuhudia kwa macho yangu mawili ah, akiabugu makao za WC, ndugu yangu, mwaka huu huu, mwaka huu huu, mwaka si tumepata neema sana, shukrani sana, tunamshukuru sana Yusufu Balesa. Mwenyezi Mungu amweke mtoto yule, wale ndio watoto wanaopatikana kwa mipango, yani wazazi wanakaa wanapanga, sijui melewa sijui bana ya vipi hapa ah, tufanye mpango za tupate kijana mipango. Watu wanakaa wanapanga mipango, ndo watoto wanakuja kuleta neema mpaka kwa watu wengine ambao hata hawafahamu, ndo kama akina sisi. Leo hii tuna enjoy tunaishi maisha mazuri kwa sababu ya ZMFC ambayo imetiwa pesa na nani? Yusko tajiri we, we mara ya mwisho kusema alikuwa lini? Kusemwa huwezi kunisema mimi kwa kipindi hiki, unanisema kuhusu nini sasa? mm. Hivi hauwezi kunisema hata kidogo, kwa sababu huna cha kunisema mm. Nimetoka kukuambia hapa tunapata clean sheet tatu uh -huh. Tumepasua watu mbili mbili mm. Unakuja kunisema mimi katika lipi? Wewe utakuja kunisema kwenye mechi na JKT Tanzania mm. Mechi ambayo pia tulishaongea kitu gani ambacho kimetokea na watu wamefungiwa, huna pa kunisemea uh -huh. yaani, yaani katika mtu ambaye atakuwa mgumu kuzungumza naye msimu huu mm ni mshabiki wa Azamu popote pale alipo, huwezi kuongea naye kitu chochote kwa sababu anaongea kitu ambacho kina reflect uwanjani, kinaonekana kwa macho kwamba kweli pale kinatokea kitu hiki na hiki hasa. Utakuja utatuambia kitu gani? Hizi hamna kitu cha kutuambia. Kwa hiyo wewe acha tu, usitaki. Hatuna, haiwezekani. Hatuna wachezaji sio wenye vichwa vizito kama wachezaji wa timu fulani. Hmm. bwana Big, nikushukuru sana. Shukrani sana mwanangu.